kujipanga sasa. Oh, standi, mm, atimba, o stazi, isababu ushazoea kuiba kwengine. Umeona paka leo uniibia mimi oh, no, si ndio? Sasa stazi, nisamee baba, tuende paka kwangu nyumbani sasa. Bana tunia bana, tuende paka kwangu nyumbani stazi. Maana alikuwa te manalikuwa te alikuwa maanisha nini? o oh, ansamee baba, ungenipata kiustarabu ungenipata kiustarabu, siningekuelewa. Twende paka nyumbani sasa. Watoto wengine wafundishwa adabu kidogo, ndio maanisha nini? Oke, kirudia tena sauti yako.